na Evodia Mazwile. Kwa Facebook pia ni jina hilo hilo. Ambapo kwa upande wa YouTube usisahau kusubscribe, tunakukaribisha, na upande wa Facebook tunakukaribisha uweze kufollow, ambapo itakupa nafasi ya kuendelea kuvipata vitabu hivi kwa ukaribu zaidi. Karibu sana mpendwa, unaweza ukaandaa Biblia yako, karibu ili tunaposoma unafuatilizia, na maeneo ambayo utaona yanakugusa sana kuliko maeneo mengine. Pigia mstari au weka kwenye daftari yako, andika hapo Soma tena, jipe nafasi ya kujiombea neema ya kuliishi hilo neno. Maana siku zote unaposoma Biblia ukiona kuna eneo umelielewa zaidi kuliko eneo jingine, jua mahali hapo ndipo Mungu anaongea na wewe kwa wakati huu. Usipapuuzie.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 ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu?" Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke, akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja? Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Akamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuwaacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini naye; amwoaye yule aliyeachwa azini Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe akiwa hivyo haifai kuoa. Lakini yeye akawaambia, si wote wawezao kulipokea neno hili, ila wale waliojaliwa. Maana wako matowashi waliozaliwa hali hiyo toka matumboni mwa mama zao, tena wako matowashi waliofanywa na watu kuwa matowashi, tena wako matowashi waliojifanya kuwa matowashi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea neno hili na alipokee. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono juu yao na kuwaombea, wanafunzi wake wakawakemea. Lakini Yesu akasema, waachini watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Akaweka mikono yake juu yao, akatoka huko. Na tazama, mtu mmoja akamwendea, akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akamwambia haya yote nimeyashika. nimepungukiwa na nini tena? Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Yule kijana aliposikia neno lile, akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, amin, nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nawaambieni tena ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu ya sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia walishangaa mno, wakisema ni nani basi awezaye kuokoka? Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa mwanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, Amin nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti kumi na viwili mkiwahukumu kabila kumi na mbili za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara mia na kuurithi uzima wa milele. Lakini wengi walio wa kwanza watakuwa wa mwisho, na walio wa mwisho watakuwa wa wa kwanza. Mlango wa ishirini. Kwa maana ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili ya wakulima awapeleke katika shamba lake la mizabibu, naye alipokwisha kupatana na wakulima kuwapa kutwa dinari aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa tatu akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi, na hao nao akawaambia, enendeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa sita na saa kenda akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia Mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa yule bwana wa mashamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima uwape ujira wao, ukianza wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa kumi na moja walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja, walidhani kwamba watapokea zaidi na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakiisha kuipokea, wakamnungunikia mwenye nyumba, wakisema hawa wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili tabu na hari za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhulumu. Hukupatana nami kwa dinari? Chukua iliyo yako, uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Hata Yesu alipokuwa akipanda kwenda Yerusalemu, aliwachukua wale wanafunzi kumi na wawili faraghani, na njiani akawaambia, angalieni tunapanda kwenda Yerusalemu, na Mwana wa Adamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumu afe, kisha watampeleka kwa mataifa wapate kumdhihaki na kumpiga mijeledi na kumsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno akamwambia, wataka nini? akamwambia Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto, katika ufalme wako. Yesu akajibu akisema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kunywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto, sina amri kuwapa, bali watapewa waliowekwa tayari na Baba yangu. Na wale kumi waliposikia waliwakasirikia wale, wale, wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa hutawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha. Lakini haitakuwa hivyo kwenu, bali mtu yeyote anayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile Mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengine. Hata walipokuwa wakitoka Yeriko, mkutano mkubwa wakamfuata. Na tazama, vipofu wawili wameketi kando ya njia, nao waliposikia ya kwamba Yesu anapita, walipaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, mwana wa Daudi. Mkutano wakawakaripia wanyamaze, lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema, uturehemu Bwana, Mwana wa Daudi. Yesu akasimama, akawaita, akasema Mnataka niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana, twataka macho yetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata.